Unatazama Furaha FM Media Leo ikiwa ni siku ya pili ya mwendelezo wa semina ndani ya kanisa la KKKT e, dayosisi ya Iringa lilopo Kitwilu mkoani Iringa. E, leo mwanasaikolojia e, au mkufunzi wa semina hii msaikolojia e, Nickson Kilale anaeleza hasara e, za hamsini kwa hamsini kwa wanawake wakiwa ndani ya ndoa wote n yani, sianze mimi kushughulika kuona mboga gani tutakula saa hizi, kwa sababu wote netoka kazini leo. Zamu yako kusafisha nepi za mtoto, halo kivumbi gani kitatokea hapo? Ndani kuna afya njema ya akili itakuwepo hapo? Kuna akili salama itakuwepo? Akina baba wengi kwa sababu ya kilicho ndani ambacho huwa akizimishwi kirahisi ili kutengeneza amani ya nje wanaishi maisha ya maigizo. Hatari ya kuishi maisha ya maigizo ni maumivu makubwa zaidi kuliko mtu ambaye huwa anasema amenyooka. Pia Kilale anaendelea kuzungumza namna ambavyo kati ya mwanamke na mwanaume wameumbwa tofauti katika kuchukulia jambo. Namna tulivyoumbwa wanaume na wanawake ni tofauti sana kwenye kuchukulia mambo, sababu mwanaume ukimwambia jambo sio lazima aanze kuelezea ada ime mtoto amefukuzwa mtoto amerudi baba anakuta mtoto alikuwa anasoma sijui uh, shule pale. Amerudishwa nyumbani vipi? Ada wametufukuza, tunachukua ada. Unaweza kuta baba asikae nyumbani. Mababa wengi wakishaona hivyo, hata kama alikuwa amerudi, tunashangaa, mama fulani, naomba ile koti nyingine, mara moja, nilikuwa na jambo nitaka. Na si kwa sababu alikuwa na ratiba, lakini kitendo cha mwanawe kurudishwa ada kimemuumiza. Anamokana kumwangalia yule mtoto ni maumivu kwa hiyo akili yake sehemu kubwa inataka kwenda kutafuta suluhisho la mtoto alirudi wapi? Shuleni. Alafu anakutana na mama naye, "Unaenda wapi?" Baada ya ada ya mwanao, ada ya mwanao umeshindwa, unaenda kukaa na wenzio. Tayari umemvuruga mara ya pili kwa sababu jambo lenyewe la ada ya mtoto ni maumivu ndani yake. Alafu wewe ambaye ni mwenzie ambaye anakuamini umeleta maumivu namba mbili. Kwa hiyo huyu mwanaume anaondoka. Ndio maana anaweza akafanya chochote. Maadamu yeye haipatikane, liondoke ile la nyumbani lakini huko utashangaa baadaye kuna kesi. Na je, yapi ni maoni ya washiriki wa semina hii katika kanisa la KKT lopo Kitwilu? Haya hapa wana yazungumza. Mm, kwangu mimi nimejifunza mengi. Kwanza nilichojifunza zaidi, sababu kuna vitu vingine mimi kama nilikuwa nafanya nikaona kama viko sahihi, lakini baada ya baada ya semina hii kuanzia jana mpaka leo kuna mambo mengi sana nimeona yanahitaji marekebisho hata katika maamuzi tu, wakati mwingine unaweza ukafanya jambo kwa haraka usijue matokeo yake, lakini kwangu mimi nimeona kuna baadhi ya mambo mengi sana natakiwa nirekebishe, hata tu kwa kuongea pia na kwa kutenda vilevile. Yeah, kwa kweli semina hii tumejifunza mengi na tungehitaji kujifunza mengi zaidi kwa sababu tumeona ni jinsi gani sisi wenyewe yeah, tulikuwa hatujui kwamba tuna changamoto ya afya ya akili. Lakini kupitia semina hii tumegundua tuna mambo mengi sana ambayo yametusababishia tuwe na changamoto ya afya ya akili. Nahitimisha kutoka kanisa la KKKT lilopo Kitwilu, mkoa ni Iringa, kuhusiana na semina kuu ambayo inaendelea ndani ya kanisa la KKKT Kitwilu juu ya matatizo ya afya ya akili. Jina langu ni Lameki Kigae na hii ni Furaha FM Media. Unatazama Furaha FM Media.